Maelewano kati ya Hamisa Mobetto na Rushaynah kwa sasa inawezekana yasiendelee kuwa mazuri kwa sababu tayari Hamisa Mobetto amempiga block Rushaynah kwenye peji yake ya Instagram. Ukienda sasa hivi hapa utaona kwamba eh, kwenye listi ya watu ambao Hamisa anawafollow Rushaynah hayupo. Lakini pia ukienda kwenye peji ya Instagram ya Rushaynah, ukisearch jina la Hamisa Mobetto katika idadi ya watu ambao anawafollow halionekani hilo jina, zaidi tu imebaki imebaki akaunti ile ya Mobetto, duka la Mobetto. E, kwa sababu alikuwa na wafollow wote wawili, ana follow account zote mbili, akaunti ya Hamisa Mobetto, akaunti ya e, ile Mobetto shop. So e, mtu akikupiga block, maana yake hata kama uja unfollow automatically unajiondoa kwenye sehemu ya watu ambao wanamfollow pia, kwa hiyo e, ndicho hicho ambacho kimetokea sasa hivi kwenye peji zao za Instagram na ni hii ni baada ya Hamisa pengine kukasirika, kutokana na kile ambacho Juma Lokole wiki hii amekiongea kuwa Rushaynah alikuwa anaucheka mdomo wa mume wa Hamisa Mobetto Aziz-Ki. Kama umetazama interview ambayo Esco aliifanya hapa na Juma Lokole utakuwa umeona uh, hicho ambacho nakwambia kwa sababu Juma uh, sio mtu ambaye pengine anakaa na siri, ameamua kuweka hadharani. Na inaonekana ni Rushaynah alikuwa na chat na watu uh, marafiki zake huko Instagram uh, na baada ya hapo, akawa anaongea katika hizo story, akaingizia hayo mambo ya kuponda uh, mdomo wa Aziz-Ki. Unajua ni kitu kibaya sana. Lakini, imagine, Rushaynah alialikwa pia mpaka kwenye shughuli zote za Hamisa Mobetto, kipindi hiki mambo ya mahari ku, uh, kwenye ndoa. Mpaka reception pia Rushaynah alikuwepo ameshuhudia matukio yote karibia ya Hamisa Mobetto na ni shoga yake rafiki yake wa karibu. So nafikiri Hamisa akakasirika kuona kwamba wewe ni mwanangu mimi, mshikaji wangu, inakuaje tena e, nyuma ya mgongo wangu unamzungumza vibaya e, mwanaume wangu. Ni kitu ambacho kimemkera Hamisa na kuamua kufikia hayo maamuzi ya kumpiga block Rushaynah kwenye peji yake ya Instagram. Nafikiri kuanzia sasa ushoga utavunjika e, kwa sababu e, sioni tena kiendelea hayo unless labda waje kufix hayo mambo baadaye. Lakini, so far, kwa hali iliyopo ni kwamba ushoga kati ya Hamisa ama urafiki kati ya Hamisa na Rushaynah umevunjika rasmi. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.